Yeah, so na ahadi hizo zote zinazoendelea kwa sasa kutoka kwake, I know mara mwisho tu hakukuwa na ahadi yote, zaidi tu mara mwisho alivyoona kwamba sisi nime nimeongea ndo akaniambia sisi kwamba sisi akupa alinitumia kile mimi, sija ajabu na nini hivyo, so, asitubia mimi, sio kubishana watu wazima, kwa nini kamsikiliza tu. Ila kuna ahadi yote ambayo anambia sikulipi, sio nini hivyo Aise, sasa sisi umeturuhusu tukachukua hizo furniture. Kama asipotoa hela sawa tu, maana sasa tunajua ni biashara. Chukua eh, makochi, dining. Mm -hmm. Showcase. Mm -hmm. Da, lakini umejifunza toto nifunza eh? Yeah, ndio biashara changamoto na nini? Kasoro wa deni sugu tu, mtu anaishi kwenye nyumba ya milioni mia mbili kulipa fanicha za milioni moja na laki tano, ndo anakusumbua hivi kweli? mm -hmm. Hai, asante nitakuletea mrejeo inshallah. Hai. Hai. Tunakwenda na wewe sambamba, star wetu wa kike mwenye uzuri na ari za kutosha, Diva the Bows, mtangazaji wa kipindi cha Malavi Davi. Uh, jinamizi la madeni bado linazidi kumwelemea. Miezi kadhaa iliyopita, Mai TV ilipokea malalamiko kutoka kwa mmiliki eh, wa kiwanda cha kutengeneza fanicha akidai ya kwamba Diva alienda akachukua fanicha za milioni tatu na ushee akatoa kiasi nyingine, ushahidi ni huo hapo. Amebakiza, anadaiwa milioni moja na laki tano. Jambo limekuwa kubwa, jambo limefika mbali, mpaka Mai TV tumelidaka. Jamani, eehh eh, eh, meziona fanicha hizo sasa, tunamsaidiaje? Yule anayevaa pete ya bilioni mbili ndo anadaiwa eh, viti anavyokalia, meza anayolia chakula, eh, fanicha ambazo ameziweka kwenye nyumba anayolipa milioni mia mbili. <laughs> Mmiliki wa fanicha tumezungumza naye, huyo hapa mmiliki, yes, yes, wa fanicha ametupa uh, kazi ya tukiwa kama manguli wa kufuatilia maisha ya mastaa. Ametupatia kazi, kazi ambayo tunahangaika kupata vibali ili kwenda kuchukua fanicha hizo nyumbani kwa mtangazaji Diva. Uh, liko swala moja, hii si faragha tena, hili ni deni. Na je atalilipaje? Atalilipa kwa utaratibu gani? Na uthibitisho ni huu hapa aliahidi Januari hili kuwa angemaliza deni hili, na leo ni lini? Mai TV tumempigia Diva. Diva bwana, simu yake ukipiga inakata, ukipiga inakata. Seems like ametublock au hataki kupokea simu nyingine yoyote zaidi ya matajiri zake. <laughs> Diva, ongea na mimi vizuri, naweza kuwa tajiri yako. Fanicha za milioni moja laki tano tu eh, my baby, anyway, the billion voice dollars. <laughs> anadaiwa furniture za milioni moja na laki tano eh, haya. usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ukimsikia popote diva, Ukimuona ameposti chochote mwambie alipe milioni moja na laki tano, ehe, miliki wa furniture amesema, au vinginevyo arudishe fanicha za watu. Asante mtangazaji kinara, my mother hivo.